Waimbaji, msikalie nyimbo zile zile, miaka nenda miaka rudi, hambadiliki. Kuna mahali mafuta yanakata ta. Kabla sijaokoka na hata baada ya kuokoka, ziko kwaya ambayo nikikutajia hapa, miaka ile zilitisha, leo hii ni stori, kwamba enzi zao. Kuna waimbaji hapa, mtakuja kuzeeka haujaenda popote, na watu watasema enzi zake Ukishasemwa tu enzi zako, maana yake umefikia hatua ambayo haufai tena kwa matumizi ya binadamu, umeexpire. Enzi zake, ni kama vile wanawake, unamkuta amechokachoka afu anasema ebana mwanangu, miaka ya tisini alikuwa pisi kali, enzi zake. Sasa hivi ukipita ene, kila eneo watoto wanalia wenyewe mama, eh! Ni kama wameona kitu. Mbwa wanaangalia kwa makini, huyu ni binadamu, wana test huyu. Si niliwaambia hapa, niona gari moja imeandikwa nyuma, hata bibi alikuwa dada. Huyu ambaye unamwona bibi leo, miaka ya 60 alikuwa ni pisi kari, kina babu walikuwa hawalali. Hebu mtu mmoja aseme amina mahali hapa. Mimi nasema wewe hautapitwa na enzi, maana Mungu wetu hapitwi na enzi. Yeye ni yeye yule, jana leo na hata milele ha -ha.